Upo katika kongamano la kumi na sita la wataalamu wa ununuzi na ugavi ambalo limeandaliwa na bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, na tuko hapa kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha, AICC, na kongamano hili limehusisha wataalamu wa ununuzi na ugavi kutoka sekta binafsi na sekta ya umma. Nimepata nafasi ya kuweza kuketi na Madam Agnes Sayi kutoka mamlaka ya rufani ya Zabuni za umma, PPAA ni taasisi ya serikali ambayo inayoshughulikia malalamiko na rufaa ambayo yanatokana na michakato ya ununuzi wa umma maarufu kama tenda za serikali. Uh, karibu sana tuweze kufahamu mawili matatu kutoka PPAA na namna ambavyo wanafanya kazi. karibu sana Madam Agnes. Asante sana nashukuru. Uh, Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, mm -hmm. PPAA yes. Uh, jukumu letu kubwa ni kupokea na kushughulikia malalamiko mm -hmm. pamoja na rufaa yanayotokana na michakato ya zabuni za umma mm -hmm. lakini pia tuna jukumu la kusikiliza rufaa mm -hmm. za wazabuni ambao wamefungiwa na Mamlaka ya Kudhibiti Ununuzi wa Umma, PPRA mm -hmm. kushiriki katika michakato ya zabuni za umma Manake kizungumza PPRA na PPAA kuna, uh, kuna kuna kuna ni chache sana ambayo inawatenganisha hapo, lakini mpo karibu sana, tuko karibu sana. PPRA ni mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma kwa ujumla Tanzania hmm. Lakini sisi tumepewa jukumu la kushughulikia tu malalamiko na rufaa inayotokana na michakato ya zabuni za umma hmm. Kwa hiyo ni taasisi ambazo tunashirikiana kwa kwa ukaribu karibu sana, okay. Uh, sasa hivi tunao mfumo wa kielektroniki wa NeST. Kwa uzoefu wako unaozungumziaje mfumo wa NeST? Mfumo wa NeST umetusaidia kwanza kuweka uwazi na kutoa haki kwa wazabuni ambao wanashiriki katika michakato hii ya zabuni za umma, lakini vilevile vile inasaidia pia uh, kutokuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya taasisi nunuzi na wazabuni. Kwa hiyo hawakutani, wanakutana tu ndani ya mfumo. Kwa hiyo inapunguza mianya ya rushwa, lakini inatusaidia pia kupata taarifa za hawa wazabuni wanaoshiriki moja kwa moja a, kutoka kutoka taasisi nyingine mbalimbali mbali. Mfano Brela mfumo, mfumo wa NeST unasomana na mifumo zaidi ya ishirini mojawapo ni Brela, lakini pia unasomana na mfumo wa Muse chausi mm. Inasomana pia na NIDA mm. lakini uh, kuna mifumo mingine ambayo ya kibenki mm. inasomana na mfumo huu wa NeST. Kwa hiyo okay. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni mabadiliko makubwa na ni tuseme ni milestone kwa upande wa ununuzi wa umma kwa hiyo NeST ni kitu ambacho kimeleta mabadiliko chanya. Okay. Na kwenye mfumo huu wa NeST sasa hivi tunaona kwamba imeongezeka moduli ya usimamizi wa mikataba na malipo kupitia mfumo wa NeST, lakini pia kuna moduli ndogo ya kupokea malalamiko na rufani za zabuni ambayo imeongezeka. Hii ufanisi wake ukoje? kwa sababu iko inasimamiwa na PPAA. Ni kweli tunasimamia na ufanisi wake ni mkubwa sana. Hapo awali uh, wazabuni walikuwa wanalazimika kuleta malalamiko yao moja kwa moja kwenye ofisi yetu, kwa hiyo walikuwa na safari ya kufika, lakini pia walikuwa wanachapisha zile nyaraka hmm, ili ziweze kutufikia. Hmm, kwa kutumia moduli hii sasa hivi anaweza akawasilisha lalamiko lake au ya rufaa yake sehemu yoyote alipo, ili mradi tu awe na kifaa ambacho kinamruhusu kuwasilisha, mfano laptop au sim ambayo ina internet ya kuweza kuingia kwenye mfumo. Lakini pia imepunguza gharama sasa ile ya kufanya kudurfurisha zile nyaraka, na imesaidia pia kutu, kutupa uwezo sisi PPAA kupata zile nyaraka ndani ya mfumo na kupunguza sasa zile hasu za kusoma makaratasi manake alikuwa yanakuja mabox na mabox. Sasa sasa hivi hatuna, kila kitu tunakiona ndani ya mfumo. Tunaona kuanzia zabuni inapotangazwa mpaka hatua ya kutoa tuzo. Kwa hiyo imeturahisishia pia kutoa uamuzi wetu ndani ya muda mfupi na kupata nyaraka ambazo uh, ni zile ambazo kweli ziliwasilishwa na kuweza kutoa hukumu ambayo ya uwazi na ya haki zaidi kwa sababu hamna nyaraka ambayo tutaipokea nje ya ile ambayo ipo ndani ya mfumo. Okay. Sasa kumeleta mabadiliko gani uh, kulingana na uh, kulingana na utaratibu uliokuwa ukitumika zamani wa kukuja mtu anakuja na, na bahasha ndo analeta malalamiko yake amefunga safari eh, kutoka eneo moja kuwafata mpaka ofisi zenu zilipo? Mabadiliko yako apya, kwanza tuna uwezo wa kupata nyaraka ndani ya mfumo. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutunza kumbukumbu kumbu, kwa uwazi. Mm. Inatusaidia kutoa uamuzi wa haki kwa sababu tunaenda kuangalia zile nyaraka ambazo zimewasilishwa kuanzia wakati wa ufunguzi. Mm. Mpaka wakati wa tathmini tunaona mpaka wakati Uh, wa kupata idhini kama iko idhini, idhini ya afisa masuhuli au idhini ya bodi uh, bodi ya, bodi ya zabuni. Kwa hiyo kila taratibu, kila hatua tuna uwezo wa kuona hivyo, hiyo inaturahisishia sisi kutoa uamuzi ambao ni wa haki. Kuna baadhi wengine walikuwa wanaweza wakaenguliwa kwa sababu ambazo hazikuwa zimewekwa katika nyaraka ya zabuni, lakini sasa hivi kwa mfumo huu kwa moduli hii tumepewa hiyo nafasi ya kuangalia hizi nyaraka, inaturahisishia kwenda kuchambua kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kuturahisishia sisi kutoa uamuzi wa haki. Kwa hiyo sisi tunasema moduli hii imetusaidia sana, lakini pia imesaidia kupunguza gharama. Nimesema awali watu walikuwa wanaleta nyaraka kwa wingi sana, lakini sasa hivi tunapata ndani ya mfumo. Lakini pia kwenye upande wa gharama imesaidia wale wa zabuni, lakini pia na taasisi nunuzi kuwasilisha majibu na malalamiko yao ndani ya mfumo wakiwa eneo lolote, kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni mfumo ni, mo, ni, ni mfumo ambao unaturahisishia kazi zetu, na kama unavyoelewa sisi tumepewa siku arobaini tu za kusikiliza, kupokea, kusikiliza na kutoa uamuzi. Kwa hiyo kwa mfumo huu inaturahisishia sana kupokea kila kitu kwa wakati na kutoa uamuzi kwa wakati. Unaweza kuona kumbukumbu, labda mmeshapokea malalamiko mangapi mpaka sasa hivi? Um, kwa mwaka huu wa fedha tunayo malalamiko yameshafika huu uh, uh, uh, ni mwezi wa kumi na mbili. mm. Malalamiko yameshafika thelathini na nane. Kwa hiyo tunaenda tunaendelea kupokea na tunaendelea kuyashughulikia, na haya malalamiko yote yametolewa uamuzi ndani ya muda wa kisheria ambao ni hizo siku arobaini na nyingine siku arobaini ni muda wa kisheria mm, lakini nyingi zimetatuliwa ndani ya siku thelathini na tano hapo average ya siku, okay, thelathini na tano. Uh, la mwisho zungumza na wa wazabuni pamoja na taasisi za serikali kuhusiana na hii moduli ya kupokea malalamiko na, na rufani za zabuni, lakini pia wito gani ambao uko nao wewe kwao? Uh, mimi nilikuwa na washauri taasisi nunuzi kwanza wafanye michakato yao kupitia mfumo huu wa NeST ili wazabuni waweze kulalamika ndani uh, ya moduli yetu ya malalamiko na rufaa ya ikitokea sasa, ikitokea wana malalamiko waweze kuwasilisha ndani ya rufaa hii. Itaturahisishia sisi kuweza kuchakata malalamiko haya ndani ya muda na kwa haki na kurahisisha sasa serikali kuweza kupata thamani bora ya fedha. Uh, wito wetu kwa wazabuni waendelee ku toa malalamiko yao pale wanapoona kwamba hawakutendewa haki, wasiogope. Na kama kuna changamoto yoyote, wanaweza wakawasiliana nasi kuweza kuwapa mwongozo wa namna gani ya kuwasilisha uh, malalamiko yao au rufaa. Vilevile tulikuwa tunapenda kuambia kwamba kama PPAA, tunatoa mafunzo, kwa hiyo tutaendelea kuwapa mafunzo pindi tunapopata muda na kama kuna mtu mwingine labda anaona hana uwezo wa kufika hapo, basi kama nilivyosema, anaweza akatupigia simu na tukamwelekeza namna gani ya kuingia kwenye mfumo na kuwasilisha rufaa yake au malalamiko yake kwa wakati mm. Na wazabuni pia tunataka kuwakumbusha kwamba malalamiko haya au rufaa hizi zina muda, kwa hiyo tuzingatie sana muda wa kuwasilisha ili waweze kupata haki zao na kuweza kuendelea kush... kushiriki katika michakato hii ya zabuni za umma hapo. mm. kwenye muda hapo, tugusie nini ambacho anatakiwa kufanya mzabuni ambaye ana malalamiko. Okay, pale ambapo anaona amenyimwa haki yake tunasema anatakiwa awasilishe lalamiko lake kwanza kwa afisa masuuli ndani ya siku tano za kazi, na afisa masuuli anatakiwa atoe uamuzi wake ndani ya siku tano za kazi iwapo hajaunda jopo, lakini akiunda jopo la kushughulikia haya malalamiko basi atatoa uamuzi wake ndani ya siku saba za kazi. Hawa wazabuni watajuaje, uh, kuna jopo la kushughulikia malalamiko? Sheria inamtaka afisa masuhuli atakapopata lalamiko ndani ya siku moja atoe taarifa kwa wazabuni walioshiriki zabuni husika kwamba amepokea lalamiko na anategemea kuunda jopo atatoa uamuzi wake ndani ya siku saba za kazi. Na pindi mzabuni akiwa amepokea uamuzi au hajapokea uamuzi ndani ya ule muda ambao alitakiwa kupokea uamuzi wa masuala hajaridhika, ana nafasi ya kuja PPAA kwa ajili ya kukata rufaa, na sheria imempa siku tano za kazi kuja PPAA kuwasilisha rufaa yake au lalamiko Aa uh, PPAA kama sheria inavyoelezea, nasema uh, siku tano za kazi alitakiwa kupewa uamuzi na afisa masuli, lakini afisa masuli alishindwa kutoa uamuzi huo kwa wakati. Kwa hiyo sheria imempa nafasi kuja PPAA na kuwasilisha, lakini azingatie kwamba tarehe itaanza kuhesabiwa pale ambapo alitakiwa, alipaswa kupokea uamuzi wa accounting officer na accounting officer alishindwa, kwa hiyo tutaanza kuhesabu siku tano za kazi. Mm-hmm. Sawa, mimi ni kushukuru sana asante sana. Najua uh, kwa namna moja ama nyingine mzabuni popote ulipo utakuwa umepata kujua namna gani hasa ambavyo unaweza ukatoa malalamiko yako uh, kupitia moduli mpya ambayo inapatikana kwenye mfumo wa NeST. Ukishindwa zaidi unaweza ukafika kwenye ofisi za PPAA, uh, kwa msaada na ushauri wa kile ambacho unakilalamikia. Mimi naitwa Sonata Nduka E, mwenye furushi la fursa na niko hapa kupa fursa mbalimbali ambazo zinaendelea hapa katika kongamano hili ambalo linaendelea katika kituo cha mikutano cha kimataifa AICC.